Msanii Harmonize siku kadhaa zilizopita alitangaza ya kwamba ameandaa tamasha la kusaka vipaji, tamasha ambalo angelifanya siku ya Idimosi ambapo alitakiwa alifanye e, siku ya kesho, lakini taarifa ambayo ameitoa kupitia ukurasa wake wa Instagram ni kwamba tamasha hilo pia e, kwa sasa halipo tena. Harmonize ameandika kupitia ukurasa wake wa Instagram kwenye sehemu ya kuandika Insta story, na nakuwekea hapo namna ambavyo ameandika msanii, Harmonize. Harmonize ameandika kusema kwamba Poleni sana ndugu zangu wa nyumbani Mtwara na maeneo tofauti, wote mliosafiri toka maeneo tofauti kuja na Nangwanda kumuunga mkono kijana wenu, kumuunga mkono kama mnavyofanyaga siku zote. Binafsi imeniuma kutopata time ya kusali Eid pamoja na kusherekea usiku wa leo, ila tu niseme upangaji wa haya matukio makubwa una changamoto sana. Ninachotaka mkione sio kile mlichozoea kukiona na kifanya katika uwanja huo wa nyumbani, kwa leo imeshindikana kabisa. Tarehe atakayoipanga mpangaji wa mwisho itakuwa bora zaidi. Kwa kuwa mna kiu kubwa, nami nina hamu ya kuwaonesha maendeleo ya ukuaji wangu kimuziki, basi nitajitahidi hivyo, tarehe isiwe zaidi ya mwezi wa tano. Kama unavyofahamu, kuanzia mwezi wa sita kutakuwa na pilika pilika za kampeni. Inshallah, muwe na Idi njema. Mungu wabariki ndugu zangu wa Kristo, mwendelee na mfungo mwema. Lakini Harmonize pia ameendelea kuandika Kupitia ukurasa wake wa Instagram pia Insta story, e, jambo pia kuhusu ama, kutokana na changamoto ambayo imetokea hapo ila iliyopelekea kuahirisha kwa kufanya tamasha hilo, Harmonize ameendelea kwa kusema kwamba mara mbili tunapanga na kupangua, trust me it will be late. Still, cause I trust God. Tamasha hili ni la tamaduni yangu, nimeanza na nitakuwa nalifanya kila mwaka. Mwaka huu litafanyika kiukubwa wake licha ya changamoto zote. Akaweka hashtag pale ya location kwamba Nangwanda sijaona stadium, akaweka na emoji ya moyo ukiwa umevunjika ama kopa likiwa limepasuka, hii ikiwa na maanisha ya kwamba ni amekuwa disappointed na kitendo ambacho kimetokea. So ni hayo tu ambayo nimekuletea, nimekusogezea karibu kutoka ukurasa rasmi wa Harmonize kwenye tamasha ambalo alikuwa ameliandaa huku akiahidi ya kwamba tarehe ya tamasha hilo haitokuwa mbali sana, atajitahidi kadri awezavyo tamasha hilo lifanyike mwezi wa tano. So ni amepostiponi tu kidogo kwa siku kadhaa, lakini ana imani atafanya tamasha kubwa ambalo hakuwahi kulifanya hapo awali. Na amesema ya kwamba tamasha hili litaendelea kuwa endelevu licha ya kwamba kumekuwa na changamoto za kupanga na kupangua. So hii ni Sawasawa Digital, mahali ambapo tunakuhabarisha kiganjani mwako.